Jamani, mi nashauri mturudini kwanza ndani. Hili jambo lishakuwa kubwa, tukiendelea kukaa hapa nje, muda unazidi kusonga, na pia hatujapata mwafaka. Turudini ndani tu, tujadili nini tunatakiwa kufanya. Amina mwanangu kipenzi, mimi na jambo moja, usifanye uamuzi wa, wa haraka, maana watu wengi siku hizi wanachafua ndoa za watu kutokana na wivu. Mwanangu, fikiria kwanza. Hivi mama, kweli kwa akili zako wivu tu mtu atoke huko mpaka hapa nyumbani kwangu? Yani maanake alishanitafuta muda mrefu, akanijua kwamba nina mahusiano na Juma, aje tu huko kwa ajili tu ya wivu, alete na hiyo barua ambayo bado hatujaifungua? Hapana, itabidi tufungue barua, tujue kinachoendelea. Sio jambo la haraka ili mama, la kusema tu nisichukue uamuzi mbaya. Hapana mama, ndio maana niko hapa nawaza. Mama Amina, hatuwezi kupuuza jambo kama hili. Yaani, mwanamke amekuja mpaka humu ndani. Hii sio wivu, kuna kitu kimejificha mahala. Hivyo inabidi tufungue hiyo barua tujue nini kinachojiri. Hatuwezi kupuuza. Amina rafiki yangu, muda unazidi kwenda, hivo fungua tu hiyo barua tuweze kujua nini kilichoandikwa humo ndani, kitatufumbua macho, angalau tujue wapi pa kuanzia. Ujue muda unaenda. Hi. Aya basi, mngoja nisome. Amina, kabla hujanioa kuna jambo nilitaka kukuambia... hata <coughs> siwezi kuendelea. <coughs> Amina pole, ila jikaze mama, soma tu hivyo hivyo tujue nini kimeandikwa umo. Sawa, acha nijitahidi. Imeandikwa hivi: nilipokuwa kijana nilifanya makosa, makosa ambayo yalinifanya nitengane na Neema, lakini kabla sijakutana na wewe, nilimwahidi jambo ambalo sikutimiza. Nilimwahidi kuwa nitamuoa. Ndio hicho kimeandikwa kwenye hii barua. Huyo Juma ni mchafu tena wa hali ya juu. Mungu wangu, pole sana shoga yangu, ila endelea tu kusoma, jitahidi, malizia hiyo barua. Nilijaribu kumaliza mambo naye, lakini sikuwahi kumaliza vizuri. Najua siku moja anataka majibu, na kama siku hiyo itafika kabla ya harusi, Amina, usinihukumu bila kunisikia <todukate> Hii ndo barua imeandikwa hivyo. Jamani, mimi nimekosea nini? Mimi huyo Juma mkuangu. Mwanangu, pole sana. Juma alikosea zamani, lakini watu hubadilika. Amina, hivyo inabidi umsamehe. Mama, unachokisema sio sahihi Hatuwezi kumfungisha ndoa Amina kwa mtu ambaye sio mwaminifu. Huyu mtu alimwahidi mwingine ndoa, halafu anakuja na sura ya malaika. Hapana, haiwezekani! Hii ndoa haiwezi kuendelea, hatutaruhusu rafiki yetu akaingie kwenye ma kwenye shimo ambalo analiona. Hapana mama, mama unakosea mama. Hapana, unavyosema haiwezekani. Nimeumia sana, lakini unavyosema sio sahihi, na haya ni maneno ya kwenye makaratasi Nataka Juma mwenyewe niambie hivyo. Inabidi tu twende, twende huko kwa huyo Juma. Siwezi kuendelea kukaa hapa kumsubiri, na siwezi kuendelea kusubiri eti harusi ifungwe kabla sijamsikia Juma mwenyewe anazungumza nini kuhusu hii barua. Lakini wanangu, bwana harusi hamwezi kumkuta nyumbani kwake, labda atakuwa kwenye, kwenye saluni anajiandaa. Mama, lazima leo tumuone Juma macho kwa macho, haiwezekani. Atuambie nini kinaendelea? Hatuwezi kuendelea kusubiri hapa, twendeni faster. Amina hatupasi kuogopa tena, kama Juma ni mwaminifu kweli, lazima leo atueleze ili tujue mbivu na mbovu, ila kitu kinachoniwazisha, kwa nini Juma apokee simu zangu? anawezaje kujificha siku kama hii? mimi sielewi kabisa, hicho ndio kitu kinanichanganya. Halafu nimewaza jambo, huyo Neema asingejitokeza Si ingekuwa ni kama hakuna kitu. Mi nahisi kuna zaidi ambayo tunayofikiria. E, e, Mungu wangu Mungu, tusaidie tu isiwe kama ninavyowaza mimi. Yaani rafiki yangu, kwa sasa ninachojali ni ukweli tu, hata kama utauma. Ndio hicho tu ninachohitaji kwa sasa. Acha tufike tujue. Sasa mbona hii nyumba imekaa kimya kana kwamba hakuna mtu? hodi Hodi, Juma, tuko hapa. Eh, Amina, mbona uko hapa siku ya harusi? Mtu anakuja nyumbani mama? Samahani kuja bila taarifa, lakini Juma yuko wapi? Simu yake haipatikani na pale ilipokuwa inapatikana hakuwa anapokea simu yangu. <coughs> Aha, Juma aliniambia asubuhi kwamba anakwenda kukutana na mtu kabla ya harusi. Ni mtu gani huyo asiyekuwa na jina? Ah, kiukweli hakusema, lakini aliondoka akiwa amechanganyikiwa kidogo. Mama Juma, tunahitaji kufahamu kitu. Asubuhi tulisikia sauti ya mwanamke anaitwa Neema. huyo Neema ana uhusiano gani na Juma? Amina, Naomba nikwambie kitu, utakapoingia kwenye ndoa kuna vitu lazima uvumilie. Mama Juma, hilo sio jibu tunalolitarajia. Sasa hivi sio muda wa kutoa ushauri. Amina anahitaji jibu moja tu, na hujampa hilo jibu sahihi. Mama, naomba unisaidie jambo moja. Hebu tazama hiyo barua. Juma aliandika barua hii, alisema kuna makosa aliyowahi kufanya na mwanamke mmoja. Ni kweli huyo mwanamke ni Neema, alikuwa mtu muhimu sana kwa Juma zamani, lakini kuna kitu hawakuwahi kuniambia mpaka leo, na ndo maana niko hapa mama. Nataka kujua hicho kitu ni kitu gani? Amina, Juma aliniambia hivi, ikiwa Neema ataonekana tena siku yake ya harusi basi kuna jambo kubwa sana limejificha mama. Naomba unieleze tafadhali, ni jambo gani hilo? Kuna siri ambayo hata mimi peke yangu sijui mwisho wake, lakini Neema alikuwa na nafasi kubwa katika maisha ya Juma ambapo hayakufutika. imeingia hivyo. Zai, chukua simu ya Amina usome hiyo meseji, inawezekana ni taarifa yetu muhimu. Sawa, ngoja niisome. Amina, ukitaka kumwona Juma njoo sehemu niliyokuambia, usiambatane na watu wengi wala usichelewe, la sivyo utachelewa kupata majibu. Neema. Eh, kumekucha. Haya, leo lazima nipate majibu, hata kama ni mazito, nitakwenda lakini siwezi kwenda peke yangu. Marafiki zangu, lazima mwambatane na mimi Amina. rafiki yetu, wala usijali, hili jambo limetukuta sote, lazima tuambatane na wewe mpaka tutakapojua mwisho wake. Amina, kweni makini mnapoenda, maana Neema si mwanamke wa kawaida. Leo harusi si kitu, ni siku ya ukweli tu. Haya, twendeni. Jamani, tuambianeni tu, kweli hii safari sio rahisi. Mwanamke kama huyo Neema mpaka aje siku ya harusi yako, si wa kawaida, atakuwa anajiamini sana huyu mwanamke. Fatuma, uko sahihi kabisa, na hizo meseji zake mm. "Amina, kama unataka kujua Juma alipo, njoo na usije na watu wengi." Eh, mama yangu, huyu mwanamke ana konfidensi ya ajabu. Sahihi. Na ni kwa nini anataka nimwone bila watu wengi eh? Kwa nini ajifiche? Na ni kwa nini achague siku yangu ya harusi? Si angekuja siku zote? Hata mimi nimewaza hilo. Au kuna jambo baya anataka akutendee? Yaani, hatuna uhakika, lakini tahadhari ni muhimu. Mbali na hizo tahadhari, siwezi kuacha kwenda. Kama kweli kuna kitu Juma amenificha, leo ndio siku ambayo natakiwa nikijue kwa macho yangu.